Giza la shamba, giza la shamba, giza, giza la shamba. Unanikwambia kwamba mjomba wako ni mchawi? Mchawi, ndio. Wewe mchawi namjua. Ivi, wewe? Ndio, ndomana nimekuja kukwambia hivi wewe tuseme tusemenwne mgeni katika chikijiji? E, mi ni mgeni maana isurangeni ndo nakuona leo. Ni bangi unavuta au unakunywa pombe ah? Umri wako ni bado. Kweli mimi jana nimekutana naye Mjomba, yaani mjomba wangu mimi umri, mli eh? awe mchawi uuchawi naubebea wapi? achikifa mimi wachawi ni watu wazima eh? Aya, uchawi kaubebea wapi? Aya, mi nakwambia ipo siku utakuja kunikumbuka wewe, nitakuja nikupiga makofi, kama una akili timamu. mjomba wangu mimi sio mchawi. mchawi we mtoto. Wewe mtoto wee, we mtoto wewe, kama ajakufunza kule kwenu mimi nitakufunza. Mjomba, ila ipo siku utakuja kuniambia Eh? Vizuri. Sasa mimi nitakufunza vizuri. Unaona, mtakufunza vizuri naona vizuri, ole wako, unaenda kufunza Kwa siju Mjomba. Naam. Nilikwambiaje? Ah. Mimi mbona sina kosa lolote mjomba? Ni katika endelea, utajiponza Tena wewe. Koma, koma. Koma kabisa. Pumbavu wewe.

Mbona ameniambia karibu, kuna nini? awe karibu, kuna kijiji chetu tunakukaribisha, hey. Kwa nini yeye, kila mgeni anayekuja katika kijiji chenu lazima nimuulize? haya. Hey. Hey. Haya, karibu haya ndugu wangu ni kwambia usifuatilie maisha yangu nisamee, na ya kuomba. Nitakuja kufanya kitu kibaya na kuomba nisamee. <coughs> Oh. <laughs> Malaba mjomba ambie mjomba, unambia mjomba? Ah, mjomba ah. Ma. Ah. Uyo, tangu natoka kule na kuona mjomba, unafurahi, unafurahi mjomba eh? Kwani kuna shida gani mjomba, kama unafurahi furahi hivi mjomba, eh? Ma, kuna kitu mjomba eh, maji ya kunywa. Ah, maji ya kunywa. eh. Ah, unajua hapa yenyewe izaukisimani kule kuchukua maji, ila kwa sababu wewe mjomba mtoto mdogo una kiu, siwezi nikakuchelewesha, ngoja nikakupa ile iko ndani Soda mjomba. Ah, damu? Mama umeniambia maji yameisha afu unaenda ndani ndio kufanyaje? ah. Unaenda kunipa maji, maji sio damu, unaenda kunipa. ah. <laughs> Sasa damu vipi? Kwani mimi hapa niko machinjioni au mimi hapa nafuga kuku? Mama unasema maji yameisha afu unaenda kunichotea sio damu hiyo unaenda kunipa mimi? Ha? Wewe mtoto umetumwa? Ah, mimi sijatumwa. Ila? Ah ah. Wewe umeomba maji na kuchukulia maji. Haya damu imetokea wapi? Ah. Eh? Nitakupiga makofi. Mwambie hivi, wewe unanituma niende kumfanyia ubaya, nimegonga mwamba. Wewe una akili timamu wewe? Wala toka. Mbavu wewe. Wewe. Shenzi kabisa. Damu, damu, damu ya nyofu. Mbavu. Wakazua yote waliyo yasua, wakasema yote waliyo yasema. Sasa, Bwana Bigi, mimi nina changamoto kidogo, shamba langu la bondeni nataka niuze, kwa sababu mama yangu mzazi anauma. unanishaurije hapo? Unajua ndugu yangu, kwanza, uamuzi uliofanya ni uamuzi mzuri sana. Kwanza mimi nikupongeze kwa kitu ambacho umekifanya eh. kwa sababu mama ndo kila kitu, mama ndo hii dunia wenyewe eh. hata watu, watu wasanii wanaimba nani kama mama eh? kwa hiyo uamuzi uliochukua ni uamuzi mzuri sana kuliuza lile shamba. kwa sababu wewe ni ndugu yangu wa muda mrefu hmm, umetoka ulipotoka umekuja hapa, ili nikupe ushauri, tushauriane ile swala unafanyaje. Mimi nakushauri tu ndugu yangu, ile shamba wewe uuza. Sawa eh? Yeah. Nashukuru bwana kwa ushauri mzuri. Ehe. Na labda tu nikwambie kwa sababu mimi nafahamiana na madali wengi sana hapo, mimi nitakusaidia ile shamba utafanikiwa kuliuza kwa 100%. Niaminie mimi. Hapo umenisaidia sana Ehe. Lakini bwana bigi A -a, lakini nini tena unawasiwasi kwamba lile shamba tukija kuuza mimi ndakudai pesa ndugu yangu wewe ni ndugu yangu siwezi kudai hata shilingi 100. Hamna sio kwamba pesa. Mtaalamu? naona kama tutafute mtaalamu eh. Embo e acha mambo yako ndugu yangu bwana aya ushirikina na mimi wapi na wapi eh? unatumia bangi ah. kwa sababu haya sio maneno sahihi. mtu kakutokea mtu gani Yaani unajua ndugu yangu ndo maana nimezungumza kabisa wewe unatumia bangi haya ukamtafute mganga. Mganga sasa anataka milioni saba, kiwanja wao muuza milioni nane, wewe upate milioni moja, afu yeye achukue hela nyingi. Wewe unaga wapi? Acha imani za kishirikina wewe. Huyo mtu mtu gani? Mtu wa kutokea mwenye shamba huyo mtu wa kutokea mwenye kiti au mjumbe bigwe, sio? Kabila gani? yani hata uelewi. Yani mimi ndugu yangu, acha nikushauri kitu kimoja. Kama unataka kwenda kwa mganga, hiyo ni juu yako, kwa miguu yako. Mimi siwezi kwenda kwa mganga abadani, naona shata kuletea uchulo uchulo katika nyumba angu, mimi sitaki. Sawa bwana, maswala kutikisha waganga sikuwa shikisha mapadi sima nani, uko wako maana ungekuwa kuna, kuna nia kushikisha waganga. Na siyo mimi usingenifata hapa sasa, kwa sababu umenivuruga hapa kwangu, ondoka. siku endapo utapoamua kuwa sawa na mimi ndo utarudi bwana. Yeah. Toka nyumbani kwangu. Bwana, ondoka bwana, achangamka bwana, shetani mkubwa wewe. Wewe? Mwanga nini wewe? Watu wetu mwanganini, watutemapake chao chao hapo, tumkuja vizuri, nazungumza eteo mganga mganga, maganga unamjua wewe. Dada mimi nimetoka zangu huko, lakini mimi sio mkaji sana. Mimi kuna swala limenileta. Sawa, eh? Swala gani? Kwanza, samahani. Malaba. Shikamoo. Mbona? Unajua mimi napata tabu sana mimi naheshimika sana kwenye kile kijiji. Watu huko mtaani, eh? Eh? Wanaanza kuonyesha kidole. Wewe, yule pale anapita, yule yule. Mimi nisola sitaki unanyosha kidole. Kwa kipi wewe na kila mtu kunyoshe wewe kidole mkubwa au mdogo kwa kipi? Mwanao, mwanao kafanyaje? Mwanao na... ananiumiza kichwa. Kafanyaje wewe mwanangu? Paka kumeza kichwa wewe. Ka kufanyaje? Mwanao. Mwa nini? Mbona mwa kuna hamna mtu? Kafanyaje? Mwanao. Mwanao. Mbona mwa mwa kuna hamna mtu sasa hapa? Afu naniambia yeah, mwanangu. Mwa mwanangu nini? Mbona mwa useme? Aibu naona mimi. Aibu ya nini sasa? Yani, kama nilivyokuambia, unajua mwanao anafanya vizuri sana darasani. Mwanao darasani anajitahidi, yani mpaka mwenyewe, yani napenda. Unanichanganya. Unajua mwanao ananifurahisha sana huko shuleni, yani anafanya vizuri mno, walimu eh, mno yani walimu hey, hadi ananiita sometime wananiambia tukupe zawadi. Mjomba, nitaelewa ile ya mwanangu kunyooshewa vidole Nite... au nataka nielewe hii ya sasa hivi mwanangu anafanya vizuri shule. Sindo -e sindo hapo sasa. Yani mjomba, yani anakuwa ni hatari. Dada, mjomba nilikuambiaje? Kwani mjomba kuna tatizo? Sa tatizo nini mjomba? Na nsia nyumbani mjomba nakula. Acha uongo.